Kapombe kuwania tuzo ya mchezaji bora barani Afrika na klabu ya Simba imeteuliwa kuwania tuzo ya klabu bora ya mwaka Afrika, yani CAF Club of the Year, eh, 2025 kutokana na mafanikio makubwa aliyopata katika mashindano ya kimataifa katika orodha ambayo Simba Sports inawania kwenye hiyo tuzo ya kilabu bora ya mwaka basi, Simba inawania tuzo hiyo hiyo sambamba na vilabu vikubwa barani Afrika. Katika vilabu hivyo vikiwemo, timu ya kwanza ni Pyramids kutokea Misri, lakini timu ya pili ni RS Berkane kutokea Morocco, na ya tatu ni Mamelodi Sundowns eh, Afrika Kusini, lakini nyingine ni ASEC Mimosas, timu nyingine ni Orlando Pirates, na timu inayofuata ni Stellenbosch FC kutokea South Africa, na timu nyingine ni CS Constantine, na timu ya ya nane ni CR Belzadadi kutokea Morocco, na timu ya mwisho ni Al Hilali. Katika orodha hiyo, u um, hamna timu ambayo imeonekana kama Al Ahly, hivyo timu kuweza kuibwaga lahili. Kwa upande wa wachezaji, Shomari Kapombe beki wa kulia wa Simba Sport Club amejumuishwa kwenye orodha ya wachezaji kumi wanaowania tuzo ya mchezaji bora eh, we, eh, Afrika, upande wa vilabu yani CAF Inter Club Player of the Year. Hatua inaonyesha ubora wake na mchango wake mkubwa katika mafanikio ya timu wanaowania Wachezaji hao ni pamoja na Shomari Kapombe kutokea Simba Sport Club. Lakini mwingine ni Ismail Belkemi. Mchezaji wa tatu ni Baltitoe. Mchezaji wa nne ni Isofao Dayo. Mchezaji mwingine ni Fisto, Mayele, Mayele, Fisto Kalala Mayele ambaye huyo anachezea Pyramids na ndiyo mshindani wa karibu kabisa na Shomari Kapombe. Lakini mchezaji mwingine ni Imam Ashau. Mchezaji mwingine ni Ibrahim Adeo. Mchezaji eh, wa nane ni Mohamed Himlati, namba tisa ni mchezaji Mohamed Chibi na namba kumi ni Osama Lamloi, na huku ikiwa Simba na Kapombe wanaendeleza heshima ya soka la Tanzania katika ramani za Afrika, wakithibitisha ukuaji wa ushindani wa klabu za Afrika Mashariki katika katika michuano ya kimataifa na kufanya klabu ya Simba Sport Club kuwa klabu pekee kwa ukanda wa Afrika Mashariki ambayo imeteuliwa kuwania Club of the year, lakini na kumfanya Shomari Kapombe kuwa mchezaji pekee aliyeteuliwa Mtanzania na anayetoka kwenye timu za Tanzania katika Afrika Mashariki kuwa mchezaji anayewania tuzo ya mchezaji bora in the club player of the year. Hivyo kwa mji wa kafu wameonelea ni bora e, ni ni, ni mchezaji ambaye anaonyesha kuleta ushindani zaidi kati ya hao wachezaji ambao kumi, huku nchi kama ya Misri ikitoa wachezaji wawili, Moroko watatu.